Mambo vipi ya uchezamaji wa Jiko Point, karibuni tuandaye juisi ya beetroot pamoja na ubuyu. Lakini kabla tujaendelea, ni kukumbushe kusubscribe na kubonyeza notification ili uweze kupata video nyingine nyingi ambazo huwa tunazi upload hapa hapa katika chaneli yetu ya YouTube ya Jiko Point. Juisi yetu hii tunayoenda kuitengeneza leo ina faida nyingi kwenye mwili wa binadamu, ikiwemo kuongeza damu lakini ina wingi wa vitamin C inafaa pia kwa watoto walioanza kula miezi saba na kuendelea. Kwa hiyo mahitaji yetu ni beetroot hizo, kama unaweza kuona za kwangu zilikuwa kwenye fridge kwa muda mrefu na maana zimebadilika rangi. Lakini pia tuna ubuyu, unaweza ukafanya kwa kipimo chako ambapo uh, utaanza kwa kuzimenya kama hiyo, na mimi nimezimenya. Baada ya hapo utazikatakata katika vipande vidogo kwa sababu tutavisaga kwa kutumia blender. Uh, vikisha kuwa kama hivyo unaweza kuviweka moja kwa moja kwenye blender, lakini kama hauna blender unaweza pia ukatumia ile blender ya mkono, kile cha kusagia karoti ukasaga. eh, lengo ni kupata tu hayo maji mekundu, ambayo hayo ndio tunaenda kuchanganya na ubuyu na kutengeneza juisi yetu kwa kisha saga uh, usisahau ku, eh, kuchuja au niseme kuchekecha unga wa ubuyu kwa sababu unakuwa pia na E, mchanga. Kwa hiyo ukishachekesha vizuri unaweka na ile juisi yako ambayo tayari imekwisha kusaga. Utatumia chujio, hakikisha chujio lako ni zuri, linachuja vizuri. Baada uh, ya hapo unatokea uchanganye vizuri unga wa ubuyu pamoja na yale ile juisi yako ya beetroot ambayo umeweza kuichuja vizuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa natengeneza juisi ya mtu mmoja na kama unavyoona nimetumia bakuli dogo, ila wewe unaweza ukatumia kwa kadri ambavyo unaweza tunaweka sukari kama unapendelea, lakini kama si kitu unapendelea, unaachana nacho, na juisi inakuwa tayari. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare video hii na wengine wengi wapate kujifunza.